Breaking news. Jeshi la polisi la Tanzania limetangaza ajira rasmi za mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nitataja sifa baadhi ambazo muombaji anatakiwa awe nazo. Miongoni mwa sifa muhimu muhitimu, anabidi awe amehitimu kidato cha nne kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tisa hadi elfu mbili na ishirini na nne. Lakini pia sifa nyingine muhimu kwa wahitimu wa kidato cha nne, kidato cha sita pamoja na astashahada, umri usizidi miaka ishirini na tano, ni kumi na nane hadi ishirini na tano. Lakini sifa nyingine kwa shahada na astashahada, na maanisha degree na diploma holders, umri ni miaka kumi na nane hadi 30. Kwa waombaji wa kidato cha nne wanatakiwa wawe wamefaulu, yani division 1 hadi division 4, na hiyo division 4 iwe na alama 26 hadi 28. Lakini pia kumbuka, maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa ajira ya polisi yani inamaanisha Tanzania Police Force Recruitment oto. lakini kingine barua iandikwe kwa mkono soma sifa na vigezo vyote vinavyohitajika na Mungu atakusaidia kila laheri wapambanaji usisahau kusubscribe na kushare video hii